Sasa mama, situkuache mara moja, tunarudi sasa hivi, tunaenda kutafuta msaada. Mimi nafikiri baba, ungeingia ndani ukamuone mwenzio ujiridhishe, na yeye akuone aridhike. Kifupi mliziane, au unasemaje, mzee mwenzangu? Ah, sawa sawa, wala hujakosea jembe langu. Sema habari sasa. Sijui naitwa Matula na ndo mwanaume ambaye natarajia kukua. Nimekuja hapa ili tuweze kuonana, lakini pia kuna maswali nataka nikuulize. Uko tayari kuolewa na mimi? Uh, ndiyo, nimekubali. Na unaweza kuvumilia matatizo yangu na kutunza siri za ndoa, kuto kuzitoa nje? Uh, ndiyo, kama mwanamke niliofundwa nikafunzika, nitaweza kufanya hivyo. Anyway, natumai itakuwa hivyo.

Shida ni ah, nimkimbia mama hapo, kanitolea mavyombo nioshe, nikaona we, siwezi kuosha hivi vyombo mpaka nikutane na mpenzi wangu uh maana -huh. Nakupenda ujue <laughs> <Okay. laughs> au nishinde mimi, mi nakupenda leo, kesho nitakupenda na kesho kutwa, nasitaka nikuache mpaka pale nafsi yangu itakapotengana na mwili. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu kwote nitamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu kwote nitamka li mbona ujafungua ofisi mpaka muda huu, alafu unakunywa mapombe yeah? usitaki uniambia unajistress kwa ajili ya yule mwanamke? Acha hizo babu, wanawake wapo wengi sana. Cha muhimu tufanye kazi upate hela, watakuja. Ni yani wazuri zaidi yake. Sijisikii kufanya kazi leo, waendelea ya, Tajiri Kakupa, kile mimi si... Baba, katika jina la Yesu, nipo hapa kwa ajili ya kuteketeza nguvu zote za giza. Mungu Baba, mfalme wa wafalme Simba wa Yuda, mfalme wa nyika, naondoa nguvu zote, pepo mchafu, shetani, kila aina ya miujiza. Nataka kukemea, kuondoa, kuvunja na kuteketeza, kusambaratisha kabisa kila aina uchawi, ushirikina, ndumba, pepo chafu, jiza yote nakemea. Fire, fire, fire, fire! Hallelujah! Umejibu maombi, amejibu maombi, unajibu maombi. Tako ae, bana. Vevo, karibu sana kijana. Mama yako alipatwa na dhoruba kidogo alipokuwa shambani. Lakini nikaweza kumwombea na sasa Roho Mtakatifu, damu ya Yesu Kristo mfalme wa Nazareth imeweza kutenda miujiza. Ameweza kuwa sawa sasa hivi. Kama unavyoona wewe, kama nani mwenye mamlaka ya kuweza kumwombea mama yangu? Na kama ulikuwa unataka kumsaidia si ungemchukua na kumpeleka hospitali? Mtu kagongwa na nyoka huko sima nini huko polini, unamwombea unamwombea ili weje sasa, lakini amekuwa sawa kama unavyoona. Shida sio kupona, shida kwa nini umwombea bila ya kunipa taarifa? Ulitakiwa unipe taarifa mimi nijue, mimi kama mtoto wake. Wewe ni nani? Mbona na unachukua maamuzi ya kumwombea? Huyu alitakiwa aende hospitali, sio kuombea nani. Amekuombea nataka maombi, mbona tunaingiliana wewe <sighs> Mimi ni mchungaji wenu, mchungaji wake. We na nani? Mbona unapenda kunikalia mbele? Mbona unapenda kuharibu vitu vya watu? Bwana Vevo, wala sipo hapa kwa ajili ya kukukalia kwa mbele. Hmm, na nilifikiri ungefurahi kuona hali ya mama iko sawa kama mwanzo, lakini nashangaa kuona kwamba haujafurahishwa na maombi yangu, mimi kama mchungaji wenu. Wao wanafikiri hana ndugu yu hana watoto mpaka... ah, unanichanganya mchungaji. Ana shida gani jamani? Kuna mtu amempa taarifa huyu au kumpigia simu? Hapana, labda sio miongoni mwetu. Sasa alijuaje mpaka akaja huku? Uh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Uh, mimi nafikiri kwamba huenda ni hasira tu kwa sababu wanasema damu ni nzito kuliko maji na atakuwa sawa. Haleluya. Amen. Basi mubaki na amani ya Bwana. Mbona umechelewa mga? Haikuwa rahisi mkuu, mpaka kuweza kumpata huyu mtoto. Kafara hii utakayoifanya, itakupa nafasi ya kuishi miaka mitano na kuenjoy utajiri wako, na baada ya kuisha miaka mitano, itakupasa utoe kafara nyingine. Kama usipofanya hivyo, basi itagharimu uwai wako.

wange mtoto wako. Tange mwanao zilizobaki ni nyingi sana. Mme wangu, huwezi kufanikisha hicho unachotaka kufanya, na ukizidi kufosi utajikuta unatangulia kabla ya siku zako, kwa sababu sitokubali mtoto wangu kafara, wala sikuwa naniona unawefikiria. Wewe ilikuwa nafanya ibada zangu Kwanza pole sana Vevo, lakini pia ni kipi ambacho kimekufanya mpaka ukapelekea kumpatia mama yako maradhi? Unaelewa mkango, isingekuwa rahisi mimi kuweza kutimiza ile sharti sasa. Nimejaribu kufanya vile, ili mradi niweze kuwa karibu na mama yangu niweze kumpelekea misaada, nionekane namsaidia, ili ni kwenye huo wakati ambao namsaidia akidhani kwamba namsaidia e, ni, ni, niweze kutimiza azma yangu. Sasa anapokuja mtu kuharibu mpango wangu itimizi, huyo ananipandia kwa juu. Ninacho cha kumfanya yule mchungaji, na atajutia kama utojari. Kuna kitu ambacho nahitaji ni kushauri.

Odi. Odi. Karibu baba. Asante. Hali yako? Salama. Jamaa yako yupo? Hapana, mume wangu hayupo ametoka. Mume wako mimi namdai elfu sitini ya kodi na mpaka sasa bado anazungusha zungusha. Sasa ili tusigombane mimi na nyinyi, toeni tu vyombo vyenu, wekeni pale yeye atakaporudi hivi vitu atavikuta viko pale, basi mtaondoka, isiwe ugomvi, kwa sababu nimejenga hii nyumba ili mradi iweze kunisaidia, lakini sasa leo kama vile imeshakuwa adhabu. Hapana baba, tafadhali tunaomba utupe muda, tutakulipa pesa yako. Unataka nikuvumilie? Yaani zaidi ya hapa napovumilia bado unaniomba tena nikuvumilie? Sasa nisikilize mama, mume wako na muda hela kidogo sana ni elfu sitini, lakini kutokana na mazingira yalivyo mimi nataka nikupe wewe hiyo elfu sitini halafu wewe umpe mume wako ili aweze kuja kulipa hiyo kodi, lakini nataka unisaidie kitu kidogo sana, kitu kidogo tu. Samani mzee wangu, hicho kitu ambacho unakizungumzia ni kitu gani? Maana mimi sijakuelewa baba wangu. Mimi nimemwelewa, nimekuelewa vizuri sana wewe mzee. Sikia mzee, mzee, heshima, heshima, tuheshimiane mzee, mzee, heshimu, heshimu, tuheshimiane nakwambia hivyo. Mke wangu hivi, wewe vipi mzee wewe hata kama unatudai lako ya kodi, sio unamtokoze mke wangu yaani, unawezekana umchukue mke wangu ukamjunje wewe, umfanye unachokitaka wewe huko, alafu umpe hela. Umesikia anajiuza huyu? Wewe mzee, vipi wewe, umelogwa nini? Sikiza kwamba kitu kimoja. Ina maana kumbe ulikuwa unajificha, na ndio maana mimi nikaongea kwa makusudi. Nilijua kabisa kwamba wewe unajificha kwa sababu hutaki kunilipa kodi yangu. Nataka hela yangu. Umefanya kusudi wapi? Wewe mzee, mimi nakujua vizuri, wewe ni mshenzi. Yaani ni malaya. Unamtaka mke wangu, ndio. Kwanza mdai wa fungu hii. Na kushangaa tu unatunyanyasa, jumba lako hili na ukiendelea kuntia tafashi, nitakutia makofi. Ulipiga katika mji wangu, nakupa masaa ishirini na masa nne, toa kila kilicho chako ndani ufanye safari. Sitaki matatizo wangu kenge. Mke wangu, ebu acha ujinga basi, ekii tu.

Kumbe ni wewe kijana wangu. Umewezaje kuingia humu hali ya kuwa mimi ndo mtu pekee mwenye funguo za humu kanisani? Hicho sicho kilichonleta hapa. Kuna jambo nahitaji kujadili na wewe. Nimekuja hapa kukupa nafasi adhimu ambayo kila mwanadamu katika dunia hii anatamani awe nayo. Nadhani unawaona watumishi wa Mungu huko Dar es Salaam wanavyofanikiwa kuwa na makanisa makubwa, kujaza waumini wengi, wanafanya miujiza ya kutisha, wanaponya virema, wasiona wanaona, wasiozaa wanazaa. Nataka nikufanye wewe uwe zaidi ya wao. Kama tutakubaliana na mimi utakuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye unaheshimika katika hili taifa na ni alama. Utakuwa na branchi tofauti tofauti za makanisa na miujiza yako itaponya wengi. Nakupa muda wa kufikiri, na baada ya huo muda nitarudi kupata majibu yangu. Halo, amchi Chris Bando bei Kitonga. Kama wewe ni mtumiaji wa Haroteri, unaweza kupata GB kumi kwa shilingi elfu kumi tu na kuendelea, na kifurushi hicho kinadumu ndani ya miezi nane. Utaratibu wake ni mrahisi sana, unatuma hela anakuunga kwa uaminifu mkubwa sana. Ili kumpata Chris Bando Utampata kwa namba 0717 048 048 au 0615 Chris Bando Tonga. Lakini ndani kuna baridi ya kaburi, wanacheka nje, dani machozi ya damu wanapanda ngazi, lakini ni samwiba kila hatua inawaza ni nini kinafuata, Big Boss, jethamani ka wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuri kwa pesa, kwa nguvu, anapoteza nafsi zao. Big Boss na nyataba short, mikono yao inashika the heart lakini moyo umejasu mkali. Kila dirisha lina kiza, hakuna nuru. Wanatembea gizani, wanatafuta mwanga, lakini mwanga wao ni moto wa maangamizi.